Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa kuchunga muda, hata mkadima siutori minimi katika jambo, kwa sababu mara nyingi unaotawalia jambo, muda ni mali. Kwa basi mimisimanilikiliko hapa kwa jambo maalum

rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama na mwenyekiti wa chama kume, Mungu atupitishe salama. Wakati wetu hivi sasa kwa kumwambia nchi yetu ya Tanzania na kama ilivyotoka kutengenezwa kuelezwa habari ya amani, Mungu atupitishe salama katika uchaguzi huu na Mungu awaweke pembeni mahasidi wa nchi hii na mahasidi wa rais. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwa heshima na taadhima mjumbe wa baraza na hudama Sheikh Ali Hiddin atie fatha kwa ugini wake na kagibwa babake mtoto wa wawalihi mkubwa fatha akiatolee na mtu mkubwa dikisha alikuombe, Sheikh Athman bin Khamis, njoo ombe dua hapa kidogo. E, katika jambo hili nikuwakishahamani tafadhali kuja kuiombea hapa a ombei iwanshama na sote tumenua mikono yetu juu. Mwenyezi Mungu kwaikeaman nchi hii tuvuki kwa salama kwa uchaguzi aapanaanamina na kila mtu arejie katika nafasi yake. Hiyo ndio ilikuwa sehemu yangu tu, lakini niliambiwa nifanye utangulisho wa mashehe na nawatambua mashehe wote waliohudhuria katika hadhara hii. Kwanza kutambue ni Mungu, pili kutambue ni Mtume Muhammad, tatu kutambue ni watu wote waliohudhuria. Sitotaja mmoja baada ya mwingine na nahofia haya mambo ya kutaja saingine kuikia fitna, eh, baadaye mtu anaonga shingo upande. Kwa hiyo tunakutambueni wote, tumetambuliwa na Mungu. Sheikh Sheikh Sheikh Ahmad Ali i sei pigaashehi kuomba dua, hebu eleza dakika mbili kwa makundi wa hodari wa kuchunga muda wa hmm. haya mambo tunayafanya ya dua haya, haya mambo na kuuliza swali, maiti zetu na wazee wetu wanayaona wapie, watu wa wajue tena, ulete dalili cha kukamata <laughs> salamu alaikum warahmatullahi wa

Birahmat llah rabbina ila yaumu minnushura wabad, haya tunafanya ya kuwaombea dua wazee wetu na ndugu zetu, kuombea dua wazazi wetu, kusherehekea na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Je, wazee wetu maiti wetu huko waliko wanaona? Jawabu naam, wanatuona. Kuibana aliyeniuliza kabla sijamaliza kusema naam, ananiambia lete dalili, yaani kama mahakamani kisema unatakiwa dalili. Bwana Mtume Muhammad

istfaru lhm llah fatau llah wla tuhzulu mautau, sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema mali zenu zote nizi mnazozifanya biduni istithna zinapelekwa kwa mitume wote, mitume wanaona duniani siku nafanya nini, siku ya Alhamisi Haishii, si tu hapo, si kwa mitume zinapelekwa amali zetu zote, kwa wazee alaladai, siku ya Jumatatu, siku ya Jumatatu wazee wenu wanakuwa wanaonyeshwa yote mnayofanya yote, na wanaona wana wana. Sasa wakiona mmefanya kheri, hamidullaha, wanamshukuru Mungu kwamba watoto wao vijukuu zao vitukuu zao vimefanya kheri lakini wakikuoneni mna matatizo, na kama hivi sasa akthari yetu tuna matatizo, wanatuombea msamaha, Mungu atusamehe. Na katika riwaya nyingine, wakiona mmefanya shari, yakuluna allahumma hdihim kama hadaikana, mwenyezi Mwenyezi Mungu, waongoze vijana wetu hawa kama ulivyotuongoza sisi. Sasa Mtume ameshauri kwa kuwa ama zenu zinaonwa, msiwafedheheshe maiti wenu, msiwatie aibu wazee wenu. Yale matendo maovu mabaha ya mabaha yale wazee wazee wakiyaona, indama jalasu fi muaskariati almauta, wanaona viki kaka mzee wako kule saa hizi anaona tabu, anaambia mtoto lako lile linafanya matatizo mtalkalakoo. Msiwatie aibu wazee wenu haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ee Mwenyezi Mungu mola wetu, haki sisi ni waja wako, tumekaa hapa kwa sababu tunampenda mtume wako Muhammad, tunamheshimu na tunamfuata kadiri ya uwezo wetu. Umetuumba kwa khiari yako na hikima yako, na ukatuchagulia nchi hii kuwa ndiyo nchi yetu ya kuishi. Hatukuomba Mwenyezi Mungu utufanye wa Tanzania. Umechagua mwenyewe kwamba sisi tuwe ni wananchi na wakazi wa Tanzania. Halafu, Mola wetu, umetugawa mafungu mawili: liko fungu la waja wako hapa Tanzania wanao uwezo, umewapa, pakiharibika hapa pakachafuka, wana uwezo wa kukimbia. Lakini wengi wetu hapa, Mungu umejalia, pakitokea matatizo hatuna pa kwenda, hatuna uwezo wa kukimbia Tunakuomba kwa fadhili zako na ukarimu wako, endeleza hii amani. Kama si kwa sababu ya wanyama na wadudu, tuhurumie sisi ambao hatuwezi kukimbia. na kila mtu mwenye dhamira mbaya na nchi yetu na viongozi wetu na rais wetu, Mwenyezi Mungu tunakuomba mwongoze wa ila mpe la kumshughulisha. Mwenyezi Mungu Mola wetu, wewe unajua yaliyopita, ya sasa na yajayo sisi wajawago hatutaki isipokuwa kheri, tunataka amani, tunataka mapenzi baina yetu, tunataka usalama kati yetu, na vyote hivyo ni miliki yako. Na tunaomba haya kwa sababu tunaye mtu ambaye tukiegemea kwake utakujibu, ni yule mtume wako Muhammad, sallallahu alaihi wasallam nanotunanikusadikia hapa kwa baraka za Bwana Mtume Muhammad, tunakuomba utulivu katika nchi yetu liwe jambo la kudumu, kama walivyotuacha na utulivu wazee wetu, yariyana sisi tuwaache kwenye amani na utulivu watoto wetu, kama tulivyorithishwa amani na wazazi wetu na mababu zetu, na sisi turithishe amani kwa watoto wetu na wajukuu zetu kullu man